Swala jingine linalovutia na ambalo Waislamu huuliza kila wakati ni swala zuri, na kwa kweli nalipenda kwa sababu wanasema hivi: hapo katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 na Mathayo sura ya 28 na Yohana sura ya 14 Yesu anasema, Baba ni mkubwa kuliko mimi, na hiyo inamaanisha mimi ni mdogo kuliko Baba anasema pia wakati yuko katika bustani ya Gethsemane, kwamba anamwomba Baba, na vile vile anasema ni Mungu tu anayejua mwisho wa nyakati. Yeye anaonyesha utofauti huo akitofautisha kati ya yeye na Baba. Kwa hivyo, kwa fikra za Kiislamu yeye ni mdogo kuliko Baba, na akiwa mdogo hawezi kuwa Mungu, kwa sababu Mungu ana nguvu zote, na vile vile Mungu ni tofauti kabisa na binadamu, na ndiyo maana Yesu hawezi kuwa Mungu. Hilo ni suala zuri, na ninaweza kuelewa kwa nini Waislamu wanachanganyikiwa nalo, lakini jibu lake ni rahisi sana. Jibu lenyewe lipo katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa sita hadi wa kumi na moja kwa sababu hapo Paulo akiandika anazungumzia Yesu na kusema yeye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akachukua namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Kwa hivyo wakati huo wa miaka thelathini na tatu alipokuwa duniani alikuwa binadamu kabisa. Vinginevyo angewezaje kuchukua dhambi la wanadamu? Kwa hivyo ilibidi awe binadamu kwa asilimia mia moja alipokuwepo hapa kwa miaka 33 ila bado alikuwa mungu kwa asilimia mia moja. Hilo linawezekanaje? Kwa kweli naweza kuona kwa nini Waislamu hawaelewi Mungu anawezaje kuwa kama binadamu ambaye bado ni Mungu kamili na binadamu kamili wakati huo huo? Ilibidi abaki kuwa binadamu na na, ndiyo maana alipopanda juu ya hekalu, majaribu yale yalikuwa majaribu halisi. La sivyo, unawezaje kusema kuwa alikuwa binadamu halisi? Lakini hata hivyo ilimpasa afe msalabani kama Mungu, vinginevyo dhambi zote za wanadamu zisingeweza kuondolewa. Ni Mungu tu anayeweza kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo ni wazi kwamba hakuna mtu anayeweza kuelewa hilo kiukamilifu, ni siri mojawapo ambayo tunaizungumzia. Hebu tufikirie hivi kwa uhalisia, alikuwa Mungu daima wakati wa miaka hiyo thelathini na tatu, lakini alihesabiwa kuwa binadamu wa kawaida kimahesabu badala ya kiuhalisia. Kwa mfano mimi naishi hapa Amerika nilikuwa nikiishi Afrika na nilipokaa Afrika, nilifanana zaidi na Waafrika, ingawa nilikuwa Marekani. Kwa hivyo nilipokuwepo Afrika, sikuhesabiwa kuwa Mwafrika huko, na vilevile vile, nikiishi hapa Amerika, mimi sihesabiwi kuwa Mwafrika kuishi hapa. Sipumui hewa ya Afrika sijihusishi katika mambo ya Afrika kama nilivyokuwa nikifanya wakati nilipokuwepo huko Afrika. Kwa hiyo, kimahesabu mimi si mwa Afrika. Wakati nilipokuwepo huko Afrika nilihesabiwa kuwa Marekani, lakini kwa uhalisia nilikuwa Marekani anayeishi Afrika, yaani bado nilikuwa Marekani kwa asilimia mia moja. Ninajuaje? Kwa sababu pasipoti yangu inaniambia hivyo. Ninayo pasipoti ya Kimarekani. Kwa hiyo kwa uhalisia sikuacha uraia wa kimarekani kimahesabu, ni kama sikufikia kiwango cha umarekani huko Afrika. Katika mfano huo huo Mungu alipochukua namna ya mwanadamu, kimahesabu alichukua namna ya binadamu mwenye kikomo, lakini kiuhalisia alikuwa bado ni Mungu kwa asilimia mia moja. Sasa kwa kazi ambayo aliyoifanya kama mwanadamu ni kazi ambayo inaweza kuonekana kwetu wanadamu kuwa ni ndogo zaidi na ndiyo maana Waislamu kila wakati wanasema yeye ni mtu kama watu wengine hapa duniani. Ndiyo alikuwa mtu wa kawaida katika kazi yake sawasawa sawa. Na mimi nilivyo mdogo kwa Malkia wa Uingereza, mimi si kitu kwa kulingana na Malkia wa Uingereza. Yeye anaweza kufungua Bunge, yeye anaishi katika ikulu ya Uingereza, kwa mfano ningependa kufungua bunge na kuishi katika ikulu ya Uingereza, lakini sifanyi hivyo na ni kwa sababu sihesabiwi kuwa mkubwa kama malkia, na wote wanalijua hilo. Watazamaji wote wa video hii hawahesabiwi kuwa mkubwa sawasawa sawa na malkia huyo, lakini kiuhalisia sisi sote ni sawasawa sawa na yeye. Yeye ana cheo tu cha duniani, lakini bado ni binadamu kwa asilimia moja sawa sawa na mimi mbele za Mungu hakuna utofauti kati ya malkia na mimi. Je, Mungu anaweza kuchukua na hazi duni kwa miaka thelathini na tatu ikiwa atachagua? Anaweza kufanya chochote anachotaka Mungu ikiwa yeye ni mwenye nguvu kabisa. Kama nilivyosema hapo awali katika mojawapo za sehemu zetu, bila shaka Mungu anaweza kuchukua sura ya mwanadamu. Bila shaka anaweza kujiwekea kikomo kwenye uwezo wake kama mimi ninavyoweza kufanya. Kama baba, nilishindana na watoto wangu wa kiume wakati walipokuwa wadogo, niliwaachia washinde. Bila shaka ningeliweza kushindana. Je, kufanya hivyo kunanifanya kutokuwa binadamu au baba? Hapana, hata kidogo. Vilevile vile Yesu alijifanya kuwa binadamu, na ninamsifu msifu kwa hilo. Yaani, alikuwa tayari kujiwekea kikomo ili achukue dhambi zangu. Mungu akubariki, natumai umeelewa. Mimi ni Jay, mzungumzaji wenu.